Islam, ili kuweza kuzungumza nao tatizo hasa ni nini? Maana msimu ndio umeanza uh, takribani wiki mbili tu kutoka uh, wamewasili chuoni, na ninaye hapa makamu wa Rais wa serikali ya wanafunzi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam Daruso, uh, pamoja na waziri mwenye dhamana ya mikopo kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, karibuni sana asante sana. Pengine uh, makamu wa Rais, nini ambacho mnacho kiona kwamba kinatakiwa kurekebishwa na kikawasukuma hata mkahitaji kufika kuonana na waziri mwenye dhamana ya elimu? Asante sana ndugu mwandishi, kama ulivyosema hapo awali, jina langu ni Shamila Mshangama ni makamu wa rais wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kikubwa kilichotuleta hapa au manung'uniko mengi ambayo sasa hivi yamekuwa ni gumzo katika wanafunzi wa vyuo vyote, sio tu chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sisi tunaongea kama viongozi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini kuiongelea Tanzania nzima. Mm, ni swala juu ya mikopo, swala ambalo limekuja mm. hivi ghafla baada ya vyuo kufunguliwa Serikali wameanzisha kitu kinaitwa means tested kwamba mikopo, yani kile kiwango ambacho wanafunzi walikuwa wanatoa fedha kwa ajili ya kujikimu na maradhi, leo hii yametumika. Yani, imekuwa imegaiwa mwanzoni ilikuwa ni laki tano na kumi kwa kila mwanafunzi yani kwa maana kwa kila siku mwanafunzi alikuwa anapewa elfu nane na mia tano kwa hiyo ukiweka kwa siku sitini ambao ni, ni miezi miwili inaangukia kwenye laki tano na elfu kumi lakini kitu ambacho kimetushangaza na kitu ambacho ndio kimefanya manung'uniko yote hayo ya yaweze kukua ni baada ya serikali kuweka hii system ya means test kwamba kama ambavyo kila mtu alikiwa anapewa kiwango tofauti katika ada. Mm-hmm. Yani pesa ile ya kujia ada ya kulipia tuition fee, na sasa hivi mwanafunzi huyo huyo imekuwa ni tofauti kwamba mwingine anapata, kuna wanafunzi wanapata elfu kumi na tisa kwenye pesa ya kujikimu, kwamba ni kitu cha kushangaza. Mtu anakaa miezi miwili chuo anapewa elfu kumi na tisa, sasa unajiuliza anaitumia vipi? Kwa hiyo tatizo kubwa ni hiyo system ya kuweka kwamba pesa ya kujikimu sio constant tena, kwamba mwanafunzi atapewa hela ya kujikimu kutokana na kiwango chake cha pesa. Mm -hmm. Yeah. Mfumo huu waziri wa mikopo mmeufuatilia -hmm. Kwa kiwango gani? Mmekwenda bodi ya mikopo, mmekwenda wapi? Wana, wanasemaje wao mnapoulizia kwamba hili limekaje? Sisi cha kwanza kama wawakilishi wa wanafunzi, mm -hmm. Tulichoanza kufanya kabisa ni kupitia huu mwongozo ambao ulitolewa na bodi ya mikopo, mm -hmm. ambapo unaelezea kabisa eligibility za mwanafunzi kupata mikopo na inaelezea kila kitu, mwanafunzi atapata vipi mikopo. Sasa katika mwongozo huu wa mwaka 2016 2017 section 1.2 subsection 4 inasema a poor applicant from a poor family as confirmed by his or her means test score and or as may be determined by the board subject to the availability of loan board fund budget, kwamba kimemtambua poor applicant. Tukaja tena tukafuatilia sala la means tested ambayo ipo katika section 3.1, ambapo katika kipengele hicho cha mwisho kinaelezea kwamba the means test shall be applicable to the first time loan application on tuition fees and special faculty requirements loans item only. Ina maana kwamba bodi ya mikopo ametoa vilelezo hivi, lakini kitu kilichokuja kufanywa kimekiukwa mwongozo wa bodi ya mikopo, na tulivyofuatilia kwa nini sera hii imeanza kuingia kwa kushtukizwa, wanafunzi wenyewe walengwa wa elimu hii hawakushirikishwa. Ilikuwa ni vyema serikali ingeleta mtaala au kwa kushirikishwa, mfano means tested ambayo applied to the tuition fees, lakini katika means application unabakia ile ile. Maana yake mwanafunzi anatakiwa apokee 8500 ya ya kila siku chakula, laki mbili kwa mwaka ya books and stationery. Kilichotokea kwamba majina yameweza kutolewa akiwa machache, means tested imeingia mpaka pesa ya kula, wanafunzi wanampa shilingi mfano wake tunayo na majina tunayo hapa, ambao kuna baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam wamepewa kitu hicho. Sasa sisi tukajiuliza, hii kwa nini inafanyika hivi? Bodi ya mikopo wao wanafanya utendaji kulingana na sera za wizara ya elimu, lakini hiki kilichoanzishwa ni tofauti na muongozo wa bodi ya mikopo. Sisi tukafuatilia zaidi, tukafita, tukafika bodi ya mikopo kuulizia, hatukupata majibu asha, tukafika wizara ya elimu kwa ajili ya kukutana na waziri mwenye dhamana aweze kutupa utatuzi huu, maana wanafunzi wetu wanaangamia, tuseme, hawaona fedha ya kula, wanakaa na kuombaomba, na wanaweza akajiingiza katika masuala ya ajabu. Pengine makamu wa rais, uongozi wa chuo unasemaje juu ya hili, na mara nyingine wanafunzi nao wanalibebaje hili? Kwa kweli hali ya yote, sisi kama serikali ya wanafunzi na wanafunzi wa UDSM tunawashukuru sana uongozi wa chuo. Uongozi wa chuo ndio watu ambao wamekuwa wakitutumia sisi viongozi kuhakikisha hali ya usalama ya chuo iko vizuri. Na kwa nini wanatumia sisi? Kwa sababu wanatufa, wanatupa yale ambao sisi tunayahitaji. Kama hili swala, tumekaa tukashirikiana nao tukazungumza nao, tumeshafikia sehemu ambao sasa uongozi wa chuo sehemu yake imeisha. Sio kama imeisha kwamba wao hawawezi kutusaidia, lakini hili swala lipo kisheria na waziri mwenye zamana ndiye mtu pekee anaweza kutusaidia, lakini uongozi wa chuo ulitusaidia kutafuta appointment ya kuonana na waziri na kuweza kuzungumza naye. Kwa hiyo uongozi wa chuo upo na sisi, tuko nao, tuna tuna discuss mambo tofauti tofauti, lakini kikubwa tulikofikia sisi tunahitaji kutoka kwa waziri waziri na mheshimiwa rais, kama anatuona anatusikia atusaidie kwenye hili. Hali ni ngumu mno, kuna wanafunzi wamefika mpaka saa hizi hawajui wataishije. Na ingekuwa mwanzoni mtu anapoapply ni kitu ambacho wanakijua, lakini hii situation imetokea, wanafunzi sasa hivi wameshafika vyuo, ni wiki ya pili sasa, wanafunzi wapo tu hawajui wataishije. Kwa hiyo uongozi wa chuo upo na sisi lakini tunaiomba zaidi serikali pia ituangalie kwa mara ya pili, iwaangalie hao watu wataishije. Ni watu, watu wa maskini wengine wametoka vijijini. Leo hii unapompa mtu elfu kumi nahisi ni siku mbili tu imeisha. Kutoka usafiri kutoka Mabibo mpaka campus ni mia nne kwa siku. Ina maana kama tukichukua mia nne ni almost siku ishirini tu imeisha. Kwa hiyo tunaiomba sana serikali itusaidie. Sisi ni viongozi wa serikali za wanafunzi kikuu cha Dar es Salaam lakini tunaongea kwa niaba ya wanafunzi wa vio vyote. Tumeshapata taarifa kwamba kuna baadhi ya chuo mpaka continuing wa mwaka wa pili mwaka wa tatu nao wamefanyiwa hii kitu, lakini kwa kweli inasikitisha na inaumiza sana. Ningetaka kufahamu kwa wanafunzi, taarifa hizi za za utaratibu huu mpya mmezipata mlipofika chuoni ama mlikuwa mna ushiriki katika, kwa maana taarifa hizi mlikuwa nazo toka mwanzoni, na ilikuwaje hasa? <coughs> Sisi kwa taarifa hii kiukweli, hatukushirikishwa kama wanafunzi na taarifa hii imekuja, vigezo hivi vya wanafunzi kupata mkopo namna gani vimekuja baada ya kuapply mkopo. Tumeshaomba mkopo, tumeshadahiliwa, tumefika chuoni. Taarifa hii imesomwa tarehe 14 mwezi wa kumi, na naibu waziri wa elimu akaorodhesha vigezo ambavyo wanafunzi anatakiwa apate mkopo, tofauti na wanafunzi ambao wanamalizaga form sita. Vigezo vinatolewa vya mtu kupata mkopo, vigezo vya TCU vinaweza kutolewa miezi mitatu au minne, ambavyo vinaelezea ni wakati gani mwanafunzi apate apate mkopo. Mfano zaidi kwamba naibu waziri aliorodhesha katika barua wa yake watu ambao wanatakiwa wapate mkopo, yeye akaondoa walimu, wanafunzi na usomo masomo ya arts, lakini TCU inatambua masomo ya arts, walimu wanatakiwa kupata mikopo, bodi ya mikopo inatambua watu maskini wanatakiwa kupata mkopo. Kwa hapa tunaona wizara ya elimu na kinzana na mtaala ambao wanaendelea, lakini tukirudi nyuma sisi kama Watanzania, tukiangalia katika uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Tanzania, labda sisi tulikuwa tunategemea labda fedha katika kilimo mbalimbali, labda katika kilimo lakini wanafunzi wetu labda mfano wa chuo kikuu cha Dar es Salaam walikuwa wanasoma kwa kutoa mikopo, wanakunywa maziwa bila kurudisha riba. Mwaka 2013 mpaka 14 wanafunzi zaidi ya elfu ishirini na mbili na wanafunzi ambao walipata mikopo tofauti na sisi. Muda huu ambao tuliopo, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna mali asili nyingi, tuna gesi ya Mtwara, tuna kila kitu nchi, tuna madini, lakini vinakuja kutokea vitu tofauti, ambapo teknolojia ilivyokuwa nyuma kienzi za Nyerere, bado watu walikuwa wanaishi vizuri tofauti na hapa na, wanafunzi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam sasa hivi wako wangapi? eh, ambao wamekwisha wasili chuoni, waliopo chuoni na pengine uh, mmeweza me, kufahamu kwamba na hawa wa mwaka wa pili na watatu na kuendelea pia na wao wameingizwa kwenye mfumo huu mpya? Kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwa kweli mpaka sasa hivi kwa majina ambayo yamewasili chuo ya kuendelea ya hakuna kilichofanyika ni ma mabadiliko yote hakuna, ni kama kawaida. Lakini kitu kingine cha kushangaza au cha kusikitisha ni kwamba mwanzoni majina ya festia, yani mwaka wa kwanza, yalitangaza majina elfu tatu takriban na mia sita wamepata mkopo, lakini jana majina yametoka mia tisa arobaini na tisa tu ndio waliopata mkopo. Kwa hiyo kuna baadhi ya wa wanafunzi mpaka saa hizi wamepata ume, kuchanganyikiwa kabisa kwamba nilipata mkopo, lakini leo hii jina langu tena. Hakuna taarifa zozote kwamba pengine kwa awamu majina haya yatakuja ya, majina walisema yatakuja kwa awamu, lakini sisi tunapo implement kitu tunaangalia, je, kiko ndani ya muda? Tumefungua chuo tarehe kumi mwezi wa kumi mpaka sasa hivi ni takriban wiki mbili, hayo majina hayajafika. Sasa ni sera gani ambazo tunaziendesha ambazo ziko nje ya muda? Kwa hiyo sisi, hapo picha tunaoipata kama chuo inapeleka tarehe ya kufungua vyuo katika Wizara ya Elimu mpaka bodi ya mikopo pamoja na TCU, lakini wao bado wanachelewesha vitu ambavyo vinaweza vikamfanya mwanafunzi aweze kusoma vizuri. Mm -hmm. Kwa taarifa imechelewa, sawa. Pengine uh, serikali ambaye ndio mlezi wa, wa, wa, wa wanafunzi wote, mnamweleza nini sasa kwamba na kipi ambacho ninyi kama viongozi mlitaka kumweleza waziri, kwa sababu mlifika wizarani, lakini kwa bahati nzuri au mbaya hamkuweza kuonana naye? Makamu Rais, Asante sana. Kama kulivyosema hapo awali na tunaendelea kurudia, sisi kama viongozi, sisi kama wanafunzi wa Tanzania nzima tunaiomba serikali ipate kuketi na kuzipitia tena sheria zilizopo za bodi ya mkopo, lakini pia mwongozo wa TCU juu ya vigezo vya mwanafunzi kufika chuo, kwa sababu kitendo tu cha kuchaguliwa chuo ni moja ya sifa ya mtu ambaye anastahili kupata mkopo. Kwa hiyo tunaomba serikali ikae chini ifikirie, lakini pia muda mwingine wanapoamua kuweka sheria au kubadilisha mwongozo, tunaomba wanafunzi tushirikishwe, kwa sababu sisi ndio tunaopata madhara direct. Kwa hiyo ombi letu kwa serikali ipitie tena sheria, kwa sababu sisi tukijenga tu kwa ndani ya sheria. Lakini pia waangalie swala la muda, unafanya mabadiliko sawa. Mabadiliko ni kitu ambacho kinatakiwa, lakini kinatokea katika muda gani? Na hayo mabadiliko yana madhara gani? Hayo ndio maombi yetu kwa serikali. mm -hmm. Waziri, mimi cha kwanza nachotaka kuiomba serikali na kuikumbusha kwamba sisi tuna haki ya kupata mikopo kwa kuwa mikopo hiyo tunakuja kuilipia pia. Tukikumbuka katika katika, katika kampeni za Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli aliahidi kwamba mikopo kwa wanafunzi haitachelewa, lakini pia hii sera iliyoingizwa sasa hivi means tested, kwamba hii iondolewe kwa kuwa imekuja katikati ya muhula, wanafunzi wameshafika vioni. Kwa hiyo iondolewe, ilikuwa ni nje mkataba wetu. Lakini pia tuangalie kabisa vigezo vya bodi ya mikopo TCU vinakidhi maisha ya mwanafunzi maisha ya Mtanzania ya sasa. Tunaweza tukaa tumeekiwa vigezo vile, lakini tu, pia tuangalie maisha ya Mtanzania. k Mtanzania anaweza akamgaramia mwanae elimu ya, ya chuo kikuu? kama alishindwa kulipa elfu ishirini katika shule za sekondari, ataweza kulipa milioni moja na laki tatu kwa hiyo hivyo pia viangaliwe, lakini pia majina yaweze kufika kwa wakati. It, it means kuanzia kesho mpaka wiki ijayo majina yaweze kufulizwa kwa wingi wanafunzi walioomba mikopo na elfu themanini na nane lakini sasa hivi wametoa asilimia ishirini na nne ni tofauti kabisa na malengo ambayo wanataka wafikie, lakini pia walejee sera ya elimu ya mwaka elfu mbili na kumi na nne ambayo Chama cha Mapinduzi walijiwekea kwamba watagharamia vitu gani kwa wanafunzi, na sasa hivi kinachofanyika ni, ni kipi? Ah, sante mimi nafikiri ujumbe umefika. Asanteni sana naam, basi ya, hayo ndiyo ambayo wanayo wanafunzi uh, wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia viongozi wao wa serikali ya wanafunzi, lakini kama ambavyo wanasema, wanasema utaratibu huo ni kwa wanafunzi wa elimu ya juu kwa nchi nzima, wote wamewekewa vigezo hivyo ambavyo vimeanza kwa mwaka wa masomo huu na punde basi tutaweza kumsikia uh, mheshimiwa waziri naye uh, akitoa ufafanuzi ama majibu kwa hoja ambazo zimetolewa na wanafunzi hawa ili tuone hili linaweza uh, kushughulikiwa namna gani. Sema haya na hapa studio nipo na waziri wa elimu, sayansi, teknolojia na mafunzo ya ufundi, Profesa Joyce Ndalichako. Karibu profesa. Asante nashukuru. Utaratibu mpya wa utoaji mikopo kwa wanafunzi unalalamikiwa na wanafunzi, nini kauli yako? Ni <coughs> kweli kumekuwa na malalamiko ambayo yanajitokeza kwa huu utaratibu unaweka, lakini kauli yangu ni kwamba kama serikali, mikopo inatolewa kwa wanafunzi kulingana na uhitaji. Kwa hiyo kitu ambacho tunaweza tukazungumza na wanafunzi ni kwamba je, uhitaji unapimwa kwa usahihi? Na huu utaratibu wa kufanya mistesting kwa items nyingine, lengo lake ni jema tu kwa maana ya kwamba kuangalia kutofautisha mtu ambaye ana uwezo wa kiasi, kwa sababu hata unapofanya mistesting uwezo ufanani. Kwa hiyo lengo lake ilikuwa ni katika hiyo hiyo kwamba wanatoa mikopo kulingana na uwezo wa wanafunzi, kwa sababu mikopo inatolewa tu kumsaidia asiyekuwa na uwezo. Kwa hiyo malalamiko tumeyasikia, lakini niseme tu kama serikali tutayafanyia kazi, kwa sababu uh, katika kupanga I, kufanya hii means testing. Ni kweli kuna mtu kwa mfano unamfanyia means testing unakuta labda yeye anahitaji shilingi elfu tano sasa, hiyo ni afadhali usimpe kabisa, sababu kumpa shilingi elfu tano na unaigawa kwenye temu nne, inamaana kila temu unampa shilingi elfu moja mia mbili hamsini inakuwa ni kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo tayari kama waziri nimeshaiagiza bodi ya mikopo kwamba kwa sababu wanafunzi tayari wako shuleni, warudi katika utaratibu ule ambao walikuwa wanawapa wanafunzi, kwa maana ya kwamba wanaangalia uhitaji na then yule mtu anaye ambaye anastahili kupata apatiwe fedha bila kufanya means testing kwenye chakula, angalau kwa temu hii ya kwanza alafu kama kutakuwa na haja sasa ya kufanya kulingana na uwezo vile vigezo viwekwe wazi na wanafunzi waelimishwe, lakini lengo letu liko pale pale kwamba wanafunzi wote wenye uhitaji watapatiwa mikopo. Lakini mfumo uliokuwepo awali una tatizo gani mpaka mkaamua kubadilisha? Mm, niseme tu kwa ujumla Watanzania wote ni mashuhuda, kumekuwa na changamoto katika utoaji wa mikopo na ndio maana tumeshuhudia kwa mfano, hata kuna wanafunzi waliomaliza form 4 amefaulu na dii nne anapata mikopo kwayo. Kwa hiyo kwa kweli mfumo uliokuwepo umegubikwa na changamoto nyingi, na niseme kama waziri mwenye dhamana, ukiangalia muda ambao nimetumia katika kuisafisha bodi labda ni mkubwa kuliko taasisi nyingine zozote. Kwa hiyo nisingependa kuelezea hapa masuala yaliyoko ndani, kwa sababu ni kazi yangu kuangalia ma mapungufu yaliyopo. Lakini kumekuwa pia na changamoto, hata wanaopata mikopo si wote waliokuwa na stahili. Na ndio maana kuna watu wengine tulikuta kwa mfano Korogwe, kulikuwa na wanafunzi ambao wamemaliza digrii, lakini amekaa mtaani hana kazi, anarudi kusoma na anapatiwa mkopo. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi na watanzania wanazifahamu. Kwa hiyo niwaambie kwamba tutarekebisha dosari zilizokuwepo bila kuathiri wanafunzi ambao wanaingia, na ndio maana nasema kutokana na changamoto hizi ambazo zipo na pia kutokana na kwamba bodi, pamoja na kwamba tumefanya marekebisho ya uongozi, lakini kimsingi watendaji wengi bado ni wale wale. Kwa hiyo hata ile labda pengine uchambuzi wao na jinsi ya kuangalia vitu kunakuwa na changamoto katika ku upeo, labda pengine hata kufanya uchambuzi kwamba tunapokuwa tunasema sasa vigezo vyenu viko vizuri, nadhani tu watu bado wanafanya kazi kwa mazoea. Waziri, Asilimia ishirini na nne tu ya waombaji ndio waliopata mikopo ya waombaji ndio waliopata ya waombaji ndio waliopata mikopo, ukilinganisha na asilimia kubwa ya asilimia hii, hata robo haijafika. Je, uwezo wa serikali umeishia hapa au ni wanafunzi hawajakidhi vigezo? <coughs> Namba nitoe ni tu kwanza, mpaka sasa hivi waliopata ni zaidi ya asilimia 24 kwa maana ya kwamba uh, waliokwishapangiwa mikopo ni <coughs> karibia nusu wanafunzi ambao ni waombaji na hili zoezi bado linaendelea, na <coughs> nitoe tu msisitizo kwamba atakayepata mkopo tutaangalia uhitaji. Sasa kama uhitaji utaonyesha wapate asilimia sitini, watapata asilimia sitini. Kama uhitaji utaonyesha kwamba ni asilimia hamsini, watapata asilimia hamsini. Kwa ni nichukue nafasi hii kuhakikishia tu kwamba wanafunzi ambao wana uhitaji kwa kutumia vigezo ambavyo vimewekwa watapata mikopo yao.